Leo tarehe moja ya mwezi wa kumi na mbili mwaka ishirini ishirini na tano E, Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam ilikuwa inakuja kusikiliza maendeleo ya kesi ya, ma, ma, kesi namba 8323 ya mwaka ishirini ishirini na tano ilifunguliwa na Saidi Isa Muhamed na wenzake wawili dhidi ya bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. E, mnamo tarehe ishirini na nne ya mwezi wa tisa mwaka 2025 bodi ya wadhamini pamoja na katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo waliwasilisha mapingamizi saba dhidi ya kesi hiyo, wakipinga wa, wa, wakilenga kabisa katika kwamba madai ambayo ya, ya yamewekwa katika madai ya kina Said Issa na wenzake yanagusa ukatiba, kuna masuala ya ubaguzi, kuna maswala ya kutaka kuvunja muungano, kuna maswala ya, ku, ya ku, kukiuka haki za au zile nafuu na, na au afaa za kikatiba ambazo Zanzibar inayopata katika Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Sasa bodi ya wadhamini pamoja na katibu mkuu wa chama wao walisema kwamba masuala haya yanagusa moja kwa moja masuala ya, ya kikatiba, na kwa misingi hii, kwa kuwa shauri limekuja katika misingi ambayo sio kesi kama kesi ya kikatiba ke, basi mahakama hii haina mamlaka ya kusikiliza shauri hilo. Sasa tulianza mahakama baadaye mwezi uliopita ilikuwa imeamua kwamba kesi hii isikilizwe kwa njia ya maandishi. Upande wa wadhamini na katibu mkuu waliwasilisha maelezo yao kwa maandishi. Sasa upande wa pili utakiwa uweze kutuletea majibu yao haraka, lakini hawakufanya hivyo mpaka imebidi hivi leo tuweze kuambia mahakama kwamba hizo nyaraka kwetu hazijawasilishwa, licha ya kwamba wao wametuambia kwamba wameshaziingiza katika wavuti ya mahakama au mfumo wa mahakama. Sasa mahakama imetupatia siku mbili za kuweza kuwajibu, na baada ya hapo imesema kwamba ita, ita, imebanwa sana na kesi nyingi, itaamua shauri hili tarehe 17 mwezi wa pili mwaka 2026, lakini tukaweza kueleza mahakama kwamba kuna kwa, umuhimu sana wa haraka wa kuweza kuamua shauri hilo. Jaji amesema ataweza kama nafasi ikipatikana na kaweza kumaliza mapema, basi ile mito ya kimahakama itatolewa kwa upande wa pande, pande zote mbili kuweza kuja mahakamani na kuweza kupokea uamuzi wa, wa shauri hilo ba, baada ya hapo kulikuwa na shauri dogo ambayo limeletwa na mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na katika, katika nafsi yake ndugu Tundu Antipas Mugwai Lissu akiomba kujiunga na katika kesi hiyo, lakini kwa bahati mbaya hakuweza kuja eh, kwa sababu kwamba ilionekana kwamba alikuwa alikuwa na anawakilishwa na, na wakili tofauti kabisa na maelezo ambayo eh, mwenyekiti umesikia anataka ku, kujiwakilisha yeye mwenyewe. Kwa hiyo basi na, na kesi hiyo imepangwa kwamba itakuja tarehe sita, tarehe kumi na saba mwezi wa pili mwaka ishirini na sita na vilevile pande zote mbili tumepewa nafasi ya kwa kwamba tuweze kujibu kile kiapo cha cha cha, cha, cha, Mwenyekiti Lissu, na baada ya hapo tumepewa siku sita sita kuweza kuwasilisha majibu yetu hayo mpaka tarehe nane ya mwezi wa kumi na mbili tuwasilishe viapo vyetu viapo e, pinzani au kinzani, na mwisho wa siku mahakama tarehe kumi na saba mwezi wa pili mwaka ishirini na sita kama itakuwa ime haijakubaliana na pingamizi zetu, nikasema kama kesi ya msingi iendelee, basi itaingia katika hatua ya pili ya kusikiliza maombi ya Mwenyekiti e, wa chama Tundu Lissu kuweza kujiunga na kesi hiyo katika, na, katika nafsi yake au kama mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Asanteni.